Mkoa wa Kagera ni mkoa mwenye fursa nyingi za kiuchumi ambapo barabara ni uti wa mgongo na uchumi wake. Huu ni mkoa ambao umepakana na nchi nyingi za Afrika Mashariki ikiwemo Rwanda, Burundi, Uganda na Congo. Kupitia wakala wa barabara TANROADS, serikali ya Tanzania imewekeza kwenye miundombinu ya barabara ili kuunganisha wananchi wa mkoa wa Kagera kwa kukuza biashara na kuchochea maendeleo ya kikanda kupitia barabara zilizoboreshwa ili kuzifikia nchi za Afrika Mashariki zinazopakana na mkoa wa Kagera, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa Rusaunga Rusumo kwa gharama ya shilingi bilioni mia hamsini na tatu nukta tano sita ikiwa ni sehemu ya njia kuu ya biashara ya Afrika Mashariki, ikirahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka katika bandari ya Dar es Salaamu kuelekea nchi jirani. Barabara hii ya kimkakati ya Lusahunga Rusumo ni kiunganishi muhimu kati ya Tanzania, Rwanda na Burundi. Ukarabati wa barabara ya Lusahunga Rusumo kilomita 92. Mradi huu upo kwenye barabara kuu ambayo ina inaunganisha moja kwa moja kutoka kutoka bandarini kwa upande wetu kupitia kuanzia Nyakanazi, Lusahunga mpaka Rusumo, ambapo inaunganisha nchi jirani za Congo, Burundi na Rwanda. Kwa hiyo hiyo ni barabara ya muhimu sana, kwa maana ya bidhaa zote ambazo zinaingia hizo nchi jirani zinapitia, uh, kutoka kwenye bandari ya Dar es Salaam zinapitia kwenye barabara hii. Barabara hii ilikuwa imekwisha muda wake, kwa maana ya design life period. Kwa hiyo itulazimu kuijenga upya na uh, tukaingia mkataba na mkandarasi anaitwa China Civil Engineering Construction Company Limited kutoka nchini China kwa kifupi inaitwa CCECC. Kwa hiyo mkataba huo una jumla ya, ya bilioni 153.56. Uh, kazi ya ujenzi ilianza tarehe tano Julai 2023 ambapo kulikuwa na muda wa mobilization, yani kuleta vifaa miezi mitatu, na mkataba utakamilika Disemba 2026. Mpaka sasa mradi umefikia asilimia 38 ya utekelezaji, ambapo mkandarasi yuko site anaendelea na kazi yeah. Lakini pia kuna ishu za malipo ya fidia. Tumelipa fidia jumla ya wananchi 744 ambao walikuwa wameathiriwa na mradi huu. Kwa hiyo wananchi hao tayari wametupisha kwenye korido ya ujenzi, ambapo jumla ya shilingi bilioni 1.39 ambao takriban bilioni 1.4 almost wamelipwa fidia kwa ajili ya kupisha mradi huu eh. Kama mlivyoona barabara yetu ina magari mengi ambayo yanahudumu eh, kuchukua mizigo kutoka bandarini kwenda nchi jirani za Rwanda na Burundi na sehemu ya Kongo. Kwa hiyo ni barabara ambayo kimkakati ina na, umuhimu wake, na usanifu wake ni kama mnavyoona, ni lami ni e, barabara ambayo ni alami kiwango cha lami zege ya lami pamoja na, e, na zege ya sementi kwenye mipando mikali au concrete e, kiujumla mpaka sasa tuko asilimia 38 ya kazi zote zilizofanyika na kama mlivyoona ni karibu kazi zote zinaendelea. Kazi za ujenzi wa madaraja na karavati hizo zilikwisha kamilika, kwa kazi iliyobakia kubwa ni kumalizia matabaka ya barabara na kazi za mifereji e. Toka mradi uanze umekuwa uki, uki, ukitoa ajira vile vile kwa wazawa. Hapa tuna vijana wetu kutoka maeneo ya mradi ambao ndio walipewa kipaumbele kwenye ajira ingawa mbali na wao tuna vijana ambao wanatoka mikoa mingine ambao wao wamekuja kwa kuwa kwa, kwa, kwa, kwa na utaalamu maalum vilevile. Mbali na hicho vilevile tumetoa ajira kwa eh, baadhi ya eh, wakina mama ambao wanatoa huduma za chakula, na mbali na hicho tumeajiri vilevile kina dada. Kwa hiyo swala la jenda vilevile kwenye mradi wetu ni, ni, ni muhimu mno, tumezingatia hilo. ukikamilika naona ni kwamba kwanza, tutaboresha ule usafiri kwa sababu hii barabara ya Lusahunga Rusumo inaunganisha nchi mbili kwa maana ya Tanzania na Rwanda, na magari makubwa yanapita hapo kwenye hiyo barabara ya Lusahunga Rusumo. Kwa hiyo faida mojawapo kubwa ni kwamba usafiri utaimarika, usafiri utaimarika na kati ya hizi nchi mbili kati ya Tanzania na Rwanda, lakini magari yataweza kutembea bila wasiwasi wasi. Kutoka Tanzania kwenda Rwanda, lakini pia yakitoka Rwanda kurudi Tanzania. Lakini pia ukikamilika huu mradi, faida moja hapo ni kwamba biashara itaimarika zaidi kupitia barabara hii. Biashara zimechangamka, ajira zinaongezeka, na Tanzania inajijengea nafasi thabiti katika soko la kikanda. Uh, uwepo wa, u, wa hii miradi ni kama inatunufaisha sisi vijana ambao kidogo tunajitafuta, huu ndo mwanzo. Kwa hiyo, oh, miradi ikiwa inaendelea kujitokeza sisi tunapata faida, tunajinufaisha, tunapata riziki tunajinua kwa moja, namna moja au nyingine, tunapata fursa ya kujifunza mashine kama hizi, kwa hata tukienda shuleni hatuanze nazio, tunaanza kidogo na hatua kidogo, naenda na uelewa, na kwanza tumenufaika na kupata ajira. Pia huu mradi umeweza kutusaidia kukiza hata baadhi ya mahitaji nyumbani na kuendesha shughuli mbali mbalimbali kama ujasiriamali tunajipatia kipato, tunajisaidia katika matumizi yetu ya kibinafsi. Serikali tunaishukuru. Wakina mama wa hapa wote, unajikuta una mwingine anasomesha mtoto kupitia hapa, anapata kipato, analipia ada kupitia hii kazi. Kwa hiyo tunashukuru kwa mradi huu, tuna kuomba wakina mama wenzetu, hata ambao walishakosa kazi, wamekosa tamaa, wasisite wajitafutie manufaa kutia hizi kazi. Nje ya mradi wa Lusahunga Rusumo, TANROADS pia inafanya utekelezaji mkubwa wa barabara ya njia ya nne, ambao unaambatana na upanuzi wa mradi wa daraja la kanoni lango, likiwa ni kuepusha ajali, mteremko mkali. Na adha ya mafuriko katika kaya zinazozunguka daraja la mto Kanoni kwenye mji wa Bukoba. Bukoba ni mji mwenye historia ndefu kando kando mwa ziwa Victoria unaokabiliwa na changamoto za miundombinu: barabara nyembamba, mafuriko ya mara kwa mara katika mto Kanoni, msongamano wa magari vilipunguza kasi ya maendeleo. Leo TANROADS inaweka msingi wa mji wa kisasa, na hapa tunashuhudia kasi ya ujenzi wa mradi mkubwa wa njia nne na upanuzi wa daraja Kanoni, ambapo mradi huu haujengi tu barabara, bali unajenga matumaini mapya kwa wakazi wa mji wa Bukoba. Umradi, mradi ni utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Makamu wa Rais aliyoyatoa mkoani Kagera, ambapo lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kupunguza au kuondoa kabisa ajali ambazo zilikuwa zinatokea mara kwa mara katika eneo la Nyangoi na miteremko mikali, lakini nakona pia kuna kali. Kufuatia maagizo ya Mheshimiwa Makamu wa Rais, TANROADS tulifanya usanifu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaboresha hii barabara na kuondoa kabisa au kupunguza ajali. Tulisanifu kwa kilomita 5.1 ambazo zinaanzia hapo roundabout Lamisheni mpaka bandarini lakini zitatekelezwa kwa awamu ambapo kwa sasa tumeanza na awamu ya kwanza na awamu ya pili pia. Awamu ya kwanza inaanzia pale raundabauti ya Lwamisheni mpaka Hamgembe, ambapo ina jumla ya kilomita moja. Lakini awamu ya pili inaanzia Hamgembe mpaka raundabauti ya Bukoba stendi na awamu zote hizi mbili zinatengenezwa na mkandarasi mmoja anaitwa Abemuro Construction Company Limited ambayo huyu ni mzawa na ni kampuni ya kutoka Bukoba. Gharama ya mradi kwa kipande cha kwanza ni bilioni 5.3 ambapo utekelezaji kwa kipande cha kwanza umefikia asilimia 48. Mradi ulikuwa ukamilike tarehe 15 Novemba 2025 Uh, lakini sasa hivi tunafanya review kwa ajili ya kumwongezea muda wa kumaliza kazi ambayo ni ishu ya kimkataba. Lakini kipande cha pili kinahusisha hiyo uh, sehemu ya Hamugembe mpaka roundabout ya Bukoba mjini ambapo kuna ujenzi wa daraja la kanoni lakini pia na ma maungio ya barabara ambapo yana jumla ya kilomita 0.6. Yani, mita 600, kama nilivyosema, mkandarasi ni ule ule anaitwa Bemulo Company Limited. Gramu yake ni bilioni 5.5. Na kwa kipande cha pili hiki ni program maalum ambayo inatekeleza miradi ya dharura kwa maana ya SEC, chini ya Benki ya Dunia. Na kipande cha pili pia ilikuwa kikamilike tarehe 5 Novemba 2025, lakini sasa hivi tunafanya review pia ya kumwongezea muda uh, wa kumaliza kazi. Kwa hiyo so far, kwa kipande cha pili mradi uko asilimia sabini ya utekelezaji kama tunavyoona pale, tayari daraja limekamilika, uh, na sasa hivi kwenye final touches tu kwa maana ya hizi kazi za pembeni za guardrails, lakini daraja limekamilika, kwa hiyo kwa asilimia sabini hizi tunaamini kwamba by Januari lazima kazi zitakuwa imekamilika by end of January, mpaka kuweka lami, kwa kwa maana kwa hiyo daraja na barabara za maungio zote zitakuwa zimekamilika kwa mwisho wa Januari. Sasa ili iwe nzuri zaidi, pia magari makubwa kwa madogo yatatakiwa yapite kwenda kule bandarini kuchukua mizigo kupeleka abiria na kwa njia moja au nyingine mmojaunyingine, kurahisisha mahusiano katika eneo lile. Kwa hiyo barabara hii pia ikikamilika yote ya njia nne mpaka hapo mjini, lakini muendelezo kwenda mpaka bandarini, magari makubwa kwa kwa madogo yatapita vizuri. Kwa hiyo sasa, kunakuwa kuna shida kupita magari kupishana na magari mengine madogo, lakini pia kwa barabara ambayo haikuwa imara sana, magari makubwa yakipita barabara imekuwa ikiharibika lakini kwa kiwango ambacho inatengenezwa sasa itaruhusu magari makubwa pia ya mizigo kuendelea kupita, kwa sababu kwa upanuzi mkubwa wa bandari tunategemea ban, miz, ban, meli nyingi za mizigo ziweze kuja, meli za abiria ziweze kuja nyingi pia, lakini mawasiliano yetu kati ya Tanzania Uganda na Kenya pia yatafanyika ya kupitia kwenye maji. Sasa kama yatafanyika ya kupitia kwenye maji pia, uimara wa bandari yetu na barabara za matoleo maanake kutoka bandarini kwa ajili ya kutoa mizigo inatakiwa iimarishwe sana lakini pamoja nasi Bukoba pia barabara hii ya njia nne na daraja la mtokanoni litasaidia pia mwendelezo wa reli ya SGR inayotoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Mizigo mingi itafika Mwanza, itaingia kwenye meli, itaanza kuja katika mkoa wetu wa Kagera, lakini kwenda nchi jirani pia nchi mbalimbali zinazopakana na mji wetu. Kwa hiyo mizigo yote itapita katika bandari zetu, kwa maana bandari ya Kemondo na bandari ya Bukoba. Sasa bila kuwa na miundombinu mizuri, utaleta mizigo mingi bandarini, utakuwa kuna foleni ya magari ya kutoa mizigo. Kwa hiyo utarudi kule kule nyuma ambako uchelewaji utakuwa mkubwa. Lakini barabara hii ikikamilika sasa, njia itapitika vizuri, mizigo yote itapita vizuri, mlima wa Nyangoe hautasumbua daraja la Mtokanoni, mvua ikinyesha sana maji hata hayawezi kufika kule juu kwa kawaida ilivyokuwa inapita zamani. kwa mizigo itasafirishwa, itapita vizuri na abiria atapita vizuri. Katika kuhakisha TANROADS inaendelea kutekelezwa kwa weledi miradi yake, pia TANROADS amekamilisha mradi wa daraja la Kitengule ambapo mradi huo ni kiungo kikubwa cha wakulima wa miwa kutoka wilaya za Misenyi, Kyerwa na Karagwe na kutoka Kitengule hadi Kagera Sugar Barabara hii imebadilisha maelfu ya wakulima na miundombinu bora imekuwa kichocheo cha kilimo cha kisasa cha miwa na ukuaji wa uchumi vijijini. Tumeshiriki katika ujenzi wa daraja katika mradi wa daraja la Kitengule pamoja na barabara yake yenye maunganisho ya kilomita 18. Urefu wa daraja ni mita 140. Ujenzi umekamilika kwa asilimia 100 na limeanza kutumika na muda wa maangalizi umeshaisha. Kwa hiyo tunaishukuru serikali ya awamu ya sita kutokea awamu ya tano kwenda awamu ya sita baada ya kubuni miradi ya mkakati ndio ilipoanza kujenga hili daraja. Ujenzi wa daraja unaunganisha kati ya wilaya ya Misenyi na wilaya ya Karagwe, ambapo pia ni kuunganisha katika nchi jirani. Kwa upande wa Karagwe inaunganisha nchi za Rwanda na Burundi, na kwa upande wa, wa Misenyi inaunganisha nchi ya Uganda, kama nilivyosema kwa serikali yetu awamu wa ya tano na hadi kuingia hii inayoendelea tumefanya ufanisi huo na tumekamilisha. Mwanzoni kabla ya ujenzi huu kulikuwa na changamoto kubwa sana ya, ya usafiri wa kusafirisha mazao ya miwa. Kwa sababu kuna mwekezaji wa kiwanda cha Kagera Sugar ambaye amefungua upande huu wa Karagwe upande wa Karagwe hekta zaidi ya elfu kumi na sita. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kusafirisha mazao yake pamoja na ya wananchi wa wakulima wa kawaida. Walikuwa wanazunguka upande wa Kiaka, ambapo walikuwa wanatumia muda mrefu kilomita zilikuwa nyingi zaidi ya 60. So, sasa hivi zimepungua mpaka kilomita 23. Kwa hali hiyo, imesababisha na imechangia uzalishaji kuwa mkubwa, na pia wananchi kupata faida kwa sababu gharama za usafirishaji zimepungua. Aa, e, tunashukuru kwa kweli miradi ya ujenzi ambayo imeendelea, imeendelea kujenga ajira kwa wananchi wanaizunguka miradi pamoja na vijana kwa hiyo tunaiomba serikali iendelee kuhimiza na kuendeleza hii miradi inayoendelea kama kuendeleza miradi mingine. E, gharama ya mradi ilikuwa ni bilioni 30.3, shilingi bilioni 25, ni kutoka katika serikali ya Tanzania na bilioni tano zilitokana na kiwanda cha Kagera Sugar ambacho kilitoa parts au vifaa vya daraja ambayo thamani yake ni hiyo. Kwa hiyo kwa ujumla tunawashukuru sana, tunaiomba serikali iendelee kuendelea kufungua fursa kama hizi na wakulima na pia na mamantilie na kila lika, kwa sababu miradi ya, ya ujenzi inachukua kila aina ya watu. Kwa hiyo yu, tunaiomba sana serikali sasa hii awamu ya sita isisitize sana, isimamie kwa ukaribu miradi na iendelee kufungua fursa hizi kwa sababu zinachukua watu wa lika mbalimbali kuanzia upande wa Karagwe kwenda upande wa Misenyi kuna karibu kilometa kumi na saba, lakini zilikuwa zinachukua takriban kama masaa sita au matano kufika upande. Barabara hizi si tu njia za kupita, ni njia za matumaini, maendeleo na mafanikio. TANROADS kupitia miradi hii mikubwa, inajenga Tanzania inayounganisha watu wake, biashara na ndoto zao, lakini pia mwanga wa kuzifikia nchi za Afrika Mashariki, kuyafikia masoko. Na hapa utekelezaji wa miradi utakapokuwa umekamilika, bila shaka wananchi na wakazi wa mkoa wa Kagera watakuwa wamefikia malengo yao kutoka katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya kimkakati inayotekelezwa na TANROADS mkoa wa Kagera. Mimi ni Diana Deusi wa Daily News Digital.